Naam, asante ntdu kutoka hapa Dar es Salaam. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa waumini wa dini ya Kiislamu nchini kutumia nyumba za ibada ya kuhubiri Uislamu na misingi yake. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa wito huo aliposhiriki swala ya Ijumaa katika msikiti wa Nunge mjini Dodoma na kuwataka waumini wa dini ya Kiislamu kutumia nyumba za ibada kwa kuhubiri upendo. <tipos> dao wetu pamoja na mambo mengine lakini pia, Mungu, pia nzangu, kulijenga, kulijenga wetu, kwa Mungu kupitia nyumba zetu za ibada. Waislamu wenzangu, tunayo kazi ya kuijenga kuujenga Waislamu wetu kwa kuhakikisha kwamba tunatumia nyumba hizi za dini kuhubiri Uislamu kuhubiri msingi wa dini, lakini kusisitiza mshikamano miongoni mwetu kwamba sisi wenyewe na uh, wetu na majirani zetu tunaishi kwa amani na utulivu, awali kwa jukumu letu muhimu sana. Waziri Mkuu Majaliwa ametumia fursa hiyo kujitambulisha kwa waumini wenzake wa dini ya Kiislamu kwa Dodoma baada ya kuhamia rasmi na kuahidi kushirikiana nao. Waziri mkuu Majaliwa pia amewaomba waumini hao waombe dua wanafunzi wa kidato cha nne ambao wanatarajia kuanza mtihani yao Novemba mosi mwaka huu ili waweze kufaulu. Akiwa katika msikiti huo wa Nunge mjini Dodoma, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amechangia shilingi milioni moja kwa ajili ya kuendeleza mradi wa ujenzi wa zanati katika msikiti huo.